Kaunti ya Mombasa limetaka serikali ya kaunti kuondoa kigezo cha mzazi kuwa mpigaji kura kwa wanafunzi kupokea mgao wa basari kutoka kaunti hiyo. Wakiongozwa na spika wa bunge la kaunti ya Mombasa Arub Katil e, pamoja na wawakilishi wadi wengine, wamedai kuwa idadi kubwa ya wanafunzi ambao ni elfu arobaini na tatu wanakosa kunufaika na mgao huo wa zina ya elimu kutokana na agizo hilo. Wakizungumza wakati wa hafla ya ugavi wa chakula kwa wasiojiweza huko Sheikh Zaid Nyali, wametaka serikali ya kaunti kutenga mgao zaidi kwa maendeleo baada ya ripoti ya mkaguzi wa serikali kubaini kuwa kaunti ya Mombasa haikutumia fedha za maendeleo licha ya bunge kupitisha fedha hizo. Uh, tunaweza kwa proof budget takriban 14 billion ambayo mpaka sasa uh, hatujaona implementation yake kwa in terms of development. Na hilo swala kama ma MCA tumelishukulia very serious, tumeandika barua tukitumia document ya control of budget ambayo tumeona kuna zero implementation and development, kuwa kuanzia Jumatatu tutaita kila department ituambie mikakati gani mikakati gani imeweka kuhakikisha kuwa the speed up of implementation ya project, sababu saa hizi ni takriban miezi saba tangu tu approve budget. lakini hakuna development yote ambayo imetokea mashinani na tunawaambia ma MCAs ambao wao kazi yao ndio ya kufanya oversight. Hili jambo muhakikishe ya kwamba fomu ambazo zitakaokutoka mwaka huu ziwe zinalingamana na ile elimu fund, ambayo elimu fund, mtu yoyote anaweza kuchukua elimu fund act ukasoma, hakuna mahali inakwambia kuwa mzazi lazima awe na kadi ya kura. Na kwa nini tunasema hivyo? Kwa sababu elimu fund inasema ni lazima uwe resident wa Mombasa, so wanafunzi ambao wa day school ambazo day school ziko ndani ya Mombasa. Day school ikiwa ndani ya Mombasa mwanafunzi anaenda shule masaa kumi ama masaa kumi na mbili wakati umekaa masaa kumi kumi na mbili ndani ya shule ya Mombasa automatically wewe umekuwa ni resident wa Mombasa so that is why we are